Mbili. Lakini alikuwa na watatu akienda kuomba mlimani akienda kwenye mlima wa mgeuko, wa mgeuko, alikuwa na Petro, Yakobo na Yohana, lakini anapokuja tena wakati mwingine, Yohana amekaa kifuani, na hata anaposema wengine wote wanaweza kufa, lakini huyu uh, wengine wakajua, wa, nadhani wa, wa, kifikiri ya kwamba hata kufa, lakini akasema huyu atakaa mpaka aje anione tena, na ndio huyu unakuta Alikuja akaandika kitabu cha Ufunuo kwa sababu wengine mitume wote walikufa, lakini yeye akawa amebaki. Sio kwamba hakuteswa, alikuwa kwenye mateso, aliteseka sana, walitafuta kila namna ya kumuua. Wakimweka kwenye mafuta yanayochemka hafi, wakimweka huku hafi. Mara ya mwisho wakasema, huyu sasa tumpeleke kisiwa cha Patmo, ambako huko atakutana na wanyama wakali, watamuua, watammaliza. Kumbe hawajui mtu wa Mungu ambaye amebeba kusudi la Mungu, popote ukiwekwa utakuwa salama. Alilindwa hata huko. Tunamkumbuka Danieli, wakati wamemtendea au wamemnenea mambo ya uongo, wakasema huyu na afe kwa sababu anaabudu mungu ambaye hatumjui huku walipompeleka kwenye tundu la simba wenye njaa, hakufa kwa sababu analitumikia la Bwana. Nikutie moyo mtumishi wa Bwana, katika kizazi hiki tumikia kusudi la Mungu, tumikia shauri la Mungu, utakuwa salama, hata kama mambo yatabadilika, hata kama mazingira yatakuwa magumu, utafichwa katika mikono ya Mungu, kwa sababu Mungu wetu ametuahidi kutulinda tutokapo na tuingiapo. Haleluya! Kwa hiyo huyu Yohana ndiye ameandika na injili ya yeah, Yohana Yohana huyo ameandika hizi nyaraka tatu, akionyesha mambo mbalimbali ambayo wanapaswa watu kuyaishi. Lakini wakati huu anapoandika kitabu hiki cha waraka wa kwanza Yohana na hizo nyingine, alikuwa nawaandikia Wayahudi, alikuwa nawaandikia Wakristo Wayahudi walioamini. Wakati huo pia kulikuwa kumeinuka mafundisho ya uongo, na kwa jinsi hiyo Yohana akawa anawaandikia ili awasahihishe walikuwa wamehalalisha hata dhambi, wanakwenda nazo wameokoongoshiwa, wanafundisha injili siogoshiwa, ili ya kwamba kanisa liweze kuwa salama. Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya uongozi wa TAG, wameweka mfumo kiasi kwamba, kama mtu utafuatilia, kama mtu utajifunza, kama mtu utakaa miguuni kwa viongozi wetu, utakuwa salama kwa sababu mafundisho yamehakikishwa. Haleluya! Kwa hiyo usichomoke chomoke usiondoke ondoke usi usi ukitafuta kwenda ku, ku, huko na huko na utakula matango mwitu, na utakaporudi mpaka tukutapishe yale matango mwitu, tutafanya kazi kubwa. Lakini nataka nikwambie, uko mahali salama. Yohana akasisitiza hilo na Yohana akiandika nyaraka hizi, jambo kubwa lililokuwa analisisitiza ni upendo. Bado ni utangulizi huo, anasisitiza upendo kwenye ile Injili ya Yohana ukisoma sura ya 13 mstari wa 34 au 35, amesema amri kuu ninayowapa ninyi mpendane, pendane. Penda, anasema tuki mkipendana watu watajua ya kwamba ninyi ni wanafunzi wa, wa Yesu Kristo, watajua ya kwamba ninyi ni watu wa tofauti. Sasa katika hii mistari niliyosoma sura ya nne au ya, sura za huko nyuma ukisoma na hasa sura ya nne ameandika habari ya upendo. Hata mistari hiyo michache ambayo nimeisoma wa kwanza mpaka watatu ameandika habari ya kumpenda Mungu kwamba kama tunampenda Mungu lazima tumpende na Yesu Kristo, kama tunampenda Yesu basi tunaweza kuendelea katika kuishi na upendo wa Kristo, lakini ile mistari minne sasa miwili niliyoisoma mstari wa nne na wa tano anaongea habari ya kuushinda ulimwengu. Anasema na huku ndiko kushinda kuushindako kwa ulimwengu kwa sababu ya hiyo imani yetu. Kwa hiyo tunapaswa kuwa, kuwa washindi. Tunaishi hapa duniani, tunaishi hapa duniani, na hapa duniani kuna elimu hiyo ya uongo ambayo nimeisema ipo lakini tunaishi hapa duniani, tuna vita kila kona. Tunaishi hapa duniani, kuna majaribu ya kila namna, lakini kumbe katikati ya hayo Yesu bado anataka tuwe washindi. Haleluya! yule ambaye umejikana wewe, ambaye umeamua kumuishi Kristo, naamini ya kwamba utakuwa miongoni mwa wale washindi. Tulikuwa kwenye semina ile, tulikuwa tunaongea habari ya mtumishi wa moyo wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu anaangalia moyo, anataka moyo wako, anataka ushirika wako na yeye. Yeye ni Roho, na hivyo wanaomwabudu wanapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Kwa hiyo mahali hapa sasa, Yohana anaandika habari za kushinda. Ameongea habari za upendo, lakini hapa anasema habari za kushinda sasa kushinda, tunafahamu kuna mashindano mengi, mashindano mengi ya mipira ya nini nini, na watu watu wanafuatilia mipira usiku kucha nia, ivo, na hivyo wanafuatilia na hicho chote, wanatafuta kuona, je, timu yangu imeshinda? Je, watu wa upande wangu nao wapenda mimi wameshinda? Na unakuta mtu anafanya bidii anaacha hata vitu vya muhimu, lakini kwa sababu tu ya kuangalia mpira. Nina mwanangu mmoja hapo nyumbani kwakwe, mpaka namwambia mwanangu, hapa lazima uwe na kiasi, yaani hata ninyi mkilala, ili mradi sijui kuna Arsenal sijui na nini hataanga kisha kwamba anaangalia, nikamwambia inakupasa hayo yote unayowekeza kwenye mambo ya mipira, hebu angalia kwamba unawekeza kwa Mungu. Kwa hiyo kwenye kushinda, tunapotaka kushinda, maana yake kuna upande wa Mungu na watu wake, lakini kuna upande wa mtu binafsi. Maana yake Mungu alimtoa mwanawe Yesu Kristo ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Alafu mimi niliyemwamini, kuna mambo ninayopaswa kuyafanya na kama timu inataka kushinda lazima wafanye mazoezi. Kama na timu inataka kushinda lazima wajipange vizuri, wawe na nidhamu. Hivyo hivyo tunaposhindana katika dunia hii, Mkristo yeyote aliyemwamini Yesu Kristo anapaswa kujitambua ya kwamba mimi niko kwenye timu ya watu wanaokwenda mbinguni. Na kama niko kwenye timu ya watu wanaokwenda mbinguni ninapaswa kuishije? Napaswa kuishije? Ntayasema hayo sasa kwamba tunapoendelea na vita hii na mashindano haya tunataka kuwashindi kuwa washindi kuwa wa je, tunafanyaje? Tufanyeje ili tuwe washindi? Lakini kabla ya hapo niseme kwa nini, kwa nini, kwa nini mwandishi huyu Yohana anasema kwamba tunashindana? Biblia inatuambia hivi: tunashindana katika ulimwengu wa roho na falme na mamlaka na wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Aha, kumbe vita yetu iko kwenye ulimwengu wa roho, na kama vita iko kwenye ulimwengu wa roho inamaana, na mashindano yangu, napaswa kujipanga kwenye ulimwengu wa roho, na ndiyo maana sasa aliposema hiyo katika Efeso sita na kumi na mbili, anasema baada ya hapo sasa unapaswa wewe kuvaa silaha mimi nivae silaha zote za Mungu ili niweze kusimama wakati wa mashindano, wakati wa vita, wakati wa mapambano. Silaha za Mungu niwe nazo, na nikivaa hizo manake nitakuwa salama. Sasa kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini kwa nini, kwa nini kwamba sisi leo tunapaswa kushinda ulimwengu? Jambo la kwanza tunapaswa kushinda ulimwengu kwa sababu katika kizazi hiki tunakabiliwa na walimu wengi wa uongo na mafundisho mengi yenye upotofu. Na kwa jinsi hiyo, kama mtu asipojifunza, nilisema juzi, kama mtu asipokaa kwenye neno, kama mtu asipokaa kwa Yesu sawasawa, kuna uwezekano wa kuvutwa shati nyuma, kuna uwezekano wa kujisahau. Kwa hiyo tunakabiliwa au tunapambana na walimu wengi wenye mafundisho mengi yenye upotofu na kwa jinsi hiyo nyakati tulizo nazo hatuko salama. Hayo naweza kuyasoma katika Timotheo wa kwanza sura ya nne mstari wa kwanza mpaka wa tatu, Timotheo wa pili sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa nne. Hatutasoma kwa sababu tunakibizana na na muda. Kwa hiyo basi, kama Yohana alikuwa anapambana na watu waliokuwa na mafundisho potofu hata leo tunapambana na watu wenye mafundisho potofu. Tena Biblia sasa, leo ni siku ya wanawake. Biblia inasema hivi, kuna watu wanaojiingiza wakichukua mateka wanawake wajinga, ambao wanayumbishwa na elimu na elimu ambayo haiko kwenye misingi ya Kimungu. Kwa hiyo wanawake ni rahisi mno wakati mwingine kuondoka kwenye misingi ya kweli, kwenye, kwenye mafundisho sahihi kwa sababu ya upepo na mwenda wakati mwingine kwa sababu ya kuto kujua mafundisho sahihi ambayo yananipasa mimi nikae katika Kristo aliye wa kweli. Mungu atusaidie sana. Wanawake tuna moyo wazi, tuna moyo mweupe, tuna moyo wa kumpenda Mungu, tuna moyo kufanya bidii, lakini kikija hiki, wanaokimbilia wa kwanza ni wanawake. Ukiangalia huko, sijui wana kanyaga mafuta oh, oh, oh, oh, ukiangalia kundi kubwa ni wanawake, unasema Mungu tusaidie, mbona sisi tunakupenda Mungu, imekuwaje katika jambo hili? Kwa hiyo, kwa sababu ya mafundisho hayo potofu, huyu mwandishi Yohana akawaambia, sasa simameni imani ili mshindane sawa sawa. Paulo anasema hivi, hata mtu anayecheza mchezo hawezi kupata taji, hawezi kupata tuzo kama asiposhindana sawa sawa. Kwa hiyo na sisi basi tunapaswa kushindana sawa sawa. Tunapaswa kujivika silaha za Mungu. Tunapaswa kujikana. Tunapaswa kusimama kiume. Tunapaswa kumjua Mungu. Tunapaswa kumjua Yesu Kristo na tukimjua huyo tutakuwa salama kwa sababu yeye atatufundisha kwenye njia iliyo kweli. Na sasa anasema ukisha wajua hao walimu wa uongo jiepushe nao. Ukisha wajua hao walimu wa uongo wakimbie. Ukisha wajua hao walimu wa uongo usiwape nafasi ya kujadiliana. Wakati mwingine ukimpa ibilisi nafasi ya kujadiliana, utafika mahali atakupiga chenga. Tunakumbuka habari ya Eva. Eva alimpa nafasi ibilisi akaanza kuchati naye, akaanza kujadiliana naye ibilisi. Anamuuliza hivi, ati ndivyo alivyosema Mungu? Lakini kama angelikuwa na ufahamu ambao tunausema tunautaka sasa, angeweza kusema Mungu ametupa hiki, ametuamuru hivi, na sisi tunafanya hivi kwa ajili ya jina lake. Lakini yeye alianza kujadili, alianza kujadili, matokeo yake akala tunda ambalo hakupaswa kulila. Nataka nikwambie, mtumishi wa Bwana nyakati hizi ili tuweze kushindana bana, kuna wakati unapaswa kukimbia mambo maovu, unapaswa kukimbia majadiliano yasiyo na maana. Anasema jiepushe na hadithi za kizee. Hatuna haja wakati mwingine ya kuongea mambo ambayo yatatudifaili, yatatuchafua, yatatufanya safari yetu i, so, au irudi nyuma. Kwa hiyo na kufanya jifunze kujiepusha ku, ku, ku nao Paulo hapo aliandika. Lakini jambo la pili jifunze hapo hapo, ninamalizia jifunze neno la Mungu kwa bidii, ili upate maarifa sahihi ya Mungu. Hayo yatakusaidia kuweza kushinda. Anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Mungu likikaa kwa wingi ndani yako, hilo litakufundisha, litakupa maarifa, litakupa kuona, litakupa kuelewa, litakupa ufahamu ulio sahihi kwa wakati sahihi, na kila jambo litakalokuja uta kuwa na majibu kwa sababu unalo neno la Kristo ndani mwako. Hiyo ilikuwa ni kwa nini au sababu ya kwanza kwamba kwa nini tunahitaji kushinda ulimwengu. Jambo la pili, sababu ya pili, kwa nini tunahitaji kushinda ulimwengu? Sisi sio wa ulimwengu huu wapendwa. Sisi ni wapitaji, sisi ni wageni. Na kama ni wageni wakati wote kama umetembelea kwa ndugu yako rafiki, umeenda labda safari, ukifika kwa mwenye nyumba huwazi mara moja, unaanza na kutaka kupita kwenye vyumba vyake, watakushangaa, Huyu mgeni amekuja ni wa namna gani? Sasa na sisi hapa duniani ni wageni. Kwa hiyo, kama ni wageni, tunapaswa kuwa na mkao fulani, tunapaswa kuwa na attention fulani kwamba mimi hapa ninakaa, siku zangu zikiisha ninaondoka, ninakwenda mbinguni. Yesu akasema, ninakwenda kuwaandalia makao, alafu nitarudi, nije niwachukue ili niwapeleke kwa Baba. Kwa hiyo hapa sio kwetu kama sio kwetu, Paulo anasema na angalieni, ni mwenendo wa namna gani mnaoenenda nao. Kwa hiyo basi ili tuweze kuwa washindi, tuushinde ulimwengu, tunapaswa kuenenda kwa tahadhari hapa duniani, tunapaswa kujilinda. Neno la na Mungu linasema jilindeni na uovu, mjilinde, kwa sababu uovu umekithiri kila kona, kila mahali, na kwa jinsi hiyo basi sisi tunapaswa kuwa makini, tunapaswa kujua kujua nyakati. Alafu Yesu mwenyewe anatuambia, alituambia hivi, ulimwenguni mnayo dhiki duniani ulimwenguni mnayo dhiki. Kwa hiyo kama hapa sisi ni wapitaji, lakini pia kuna dhiki, ina maana lazima tumwangalie mwanzilishi wa vita vyetu, tumwangalie mwanzilishi wa imani yetu, na kwa jinsi ana akaye mwenye akasema, jipeni moyo, kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu na ninyi mtaushinda ulimwengu. Kwa hiyo nataka nikutie moyo ya kwamba pamoja na yote unayoweza kuwa unayapitia, ushindi ni hakika, ushindi ni halisi na wa shindi wapo, kama kuna anayeshindwa, lakini wanaoshinda wapo, na sisi ni miongoni wa washindi. Anasema hakuna litakalotufanya tusishinde, kwa sababu hata kama adha zinatokea, shida, njaa, uchi, upanga, lakini anasema sisi ni washindi zaidi ya washindi kwa yeye Yesu Kristo aliyetupenda. Haleluya! kwa hiyo basi kitu kingine nataka nikutia moyo ya kwamba pamoja na hayo yote, pamoja na kwamba sisi tu wageni na wapitaji, lakini nataka nikwambie, Yesu pia alituombea. Kwa hiyo